Wa my friend, my family ndishi wa habari, mambo zenu? <laughs> sina sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwepo hapa siku ya leo, uh, na kuwashukuru pia familia yangu ambao mnayaona imenizunguruka pamoja na bosi wetu, timu nzima ya Ligae Hardware na pia kumshukuru kwa kuniona kwa jicho la tatu. Nipo kama balozi mzuri wa Ligae Hardware ambaye nimewakilisha wanawake wenzangu lakini pia hii timu mnayoiona, uh, maana mengi ameshaongea boss, lakini hii timu mnayoiona hapa, yote tutaanza nayo katika mradi wetu wa mwanamke na ujenzi. Kwa hiyo yu... wote watejelewa, sio mimi tu yani, kwa sababu kama mama hajakuwa mbinafsi Rais wetu akaamua kutupa sisi opportunity ya wanawake, paka sasa hivi wanawake tuna confidence ya kuweza kufanya vitu ambavyo tulikuwa tunategemea wanafanya wanaume. Basi nika nikaona, nika nkakaa, nika nika nikamwambia, jamani, kama nalipa balozi kwa nini nipe peke yangu? Eh, kwa nini naweza wangu asisubutu. Hamna ambacho kinashindikana, kwa sababu unaweza kudunduliza, lakini pia hebu tuwape hawa wanawake nafasi, hebu tumunge mama rais wetu kipenzi mkono kwa kupitia rais wetu mama Samia, uh, tunamunga mkono nikasema sio peke yangu, nikachukua mfano kwake. Kwa hiyo nitakuwa na wenzangu na tutayaona, maana mambo siku hizi ni kwa ushahidi, ushahidi. Kwa hiyo Mungu akijalia, madhali mko, mtaona kila mtu hapa atajenga nyumba kwa kupitia kudunduliza, na mwanamke na ujenzi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana jamani, ninachotaka tu kusema kwamba hata mimi mwenyewe nilianza mwanzo na kwa mgumu, lakini kiukweli kudunduliza, unaweza ukaweza kudunduliza na ukahakikisha ndoto yako, nyumba ya ndoto yako. Usiwe tu na haraka, ni nyumba ndoto, kwa sababu ukitaka kitu haraka, pia uweze kufanya kitu kizuri. Mimi ilifika kuna muda kabisa nilistaki kiukweli, yani nilistaki kwa sababu siwezi, yani siwezi, sina mzunguko wa hela nyingi hivi, yani kufikisha hela. Lakini walinipa hope kiukweli, kwa nikipata hela zangu na senti, nikipata hela natuma, natuma. Kuna mtu nilikuwa namsumbua sana, ipo yake na nini, eh, Eh Dida, sijui kwa round nilikuwa namtumia sana, nikimtumia hivi naambia hakikisha memala yangu naingia hiyo, yaani kwa nabombana naye sana saa nyingine, mara mipaka naomba Chuchu, tayari nimeshaandika yaani hivyo. Lakini nashukuru nimeweza kufikia malengo na kuweza kuwakilisha na wenzangu kwa kwamba tunaweza. Kwa hiyo nadhani ni hayo, lakini pia hiyo uh, balozi wangu nitaweza kuitendea haki, ninaahidi kabisa Ligae. Yaani kama niweza kudhubutu mimi na hapa balozi, na mmeniona kama mimi nafaa kwa balozi kwa kuwakilisha, basi mengi yanakuja na hizi project ya dundumuliza, nitahakikisha wanawake tu badundumuliza, kwa sababu kuna kuna asilimia hapa wamekuwa wanawake tu. Mwanamume utajenga kwa bei ya kawaida, hiyo ni sisitiza kabisa, lakini mwanamke yoyote yule, na tutakaza na Mungu akijalia, tukijenga tukime, tukimaliza kabisa, tutakuwa tuna offer ambayo nashangaa pale kwa wangu ya tangazo, kwa sababu ni kitu muhimu pia, tuna tunakihitaji yani, tukijenga na lijae uh, tukikwenye project ya wanawake, hizi ni ofa za wanawake tu, tutasamea wanaume Aa, tukijenga na Ligae tukimaliza nyumba yetu sherehe, mimi nitahakikisha kama balozi, na ipo ndani ya mkataba huo kwamba tutafanyia sisi uzinduzi nyumba, hata ya kupita aa, uzinduzi mtaona, na tutaifanyia kupitia Ligae. Kwa na yoyote ambaye atajenga, tunaona kwenye vyombo vya habari na tutafikia, nadhani pia tutaweza kuwaita waandishi, tutahusika sana siku hii kwa kila ambaye atatimiza kuanzia hapo alipofikia, kwa sababu kuna mwingine anakiwacha, kuna mwingine yuko tayari amestaki, kuna mwingine anakaribia, yuko kwenye linta. Kwa hiyo kila mtu hapa ana ana tayari ameshapiga hatua moja, hata kama hujapiga, mimi nitahakikisha ni yani, mimi mfano zaidi nitaanza na hii timu hapo, ambayo mnaiona hii timu, haijakuja bure bure tu hii timu ni nitahakikisha nayo, na nawaahidi hilo na, na wengine zaidi na zaidi mtaona, kwa sababu pia tutahitaji makundi ya wanawake, kwa sababu hiyo kwetu nataka yani, mpaka ubalozi ukiisha nahakikisha kisha yani na wanawake kama idadi fulani hivi ya robo hata Tanzania, ya Tanzania pia tunaweza tukaingia mkoa kwa mkoa. Kwa hiyo mengi yanakuja kupitia Ligae Hardware, amkae tayari jamani. Naomba tu ni wasii tutumie hii opportunity ya dunduliza na Ligae na hii mwanamke na ujenzi, kwa sababu ni mimi kwangu naona ni kama opportunity kubwa sana, kwa sababu mfano umeingia mkataba leo na Ligae, unanua simenti hapa kwa elfu Bada, na unaweza kujenga kuchukua muda mrefu ndio umefika mwakani, simenti inauzwa elfu ishirini, wewe bado unapewa simenti kwa bei ile ile ambayo mlisainia mkataba. Kwao ni opportunity, kwa sababu vitu vinapanda, ujenzi vitu vinapanda sana. Leo tunauza hichi, kesho tunauza hichi, na ukiachia pia unakupa mshauri. Siku hizi nyumba zinavuja, kwao kuna vitu, kuna bidhaa nyingi sana ambazo za kisasa kwao. Hata nyumba sasa za sawa za sifini tunaweza kujenga, kile kinawezekana. Kwa hiyo ni hayo sana, kama kuna swali lolote nakaribisha maswali. Kada masalimu nyingi, watu hapa ni wazazi, bila mna kunipouliza kwamba kimapenzi bado mnaendelea kwa pamoja ama mmebaki tu kwa wazazi, wewe mwenyewe sijaelewa, afadhali kwa sababu nitakabisha ajeni kwa Mungu siko yeah. Chini kwa tu ni post na kuposti what you use ilishtua sana, hata mimi niko kutafuta sana mpaka kupata ufafanuzi, ongeza kutusaidia siku ya leo, ambayo Ligae kutambulisha ile, ilikuwa ina maana gani? Kuna kitu tunapitia, ilikuwa ni mambo ya tamthilia na kabla ya kujiu kuongezea, poapo kwenye ua jeusi juzi pia ameposti posti ambayo eh, post inaashiria kwamba ni kama ameumizwa, kwa hiyo anaji anajiweka sawa sasa. Alimwamini mtu akamuumiza. <laughs> yangu kwa hiyo nashindwa kusema no comment no comment no comment ya, lakini uh, niseme tu mahusiano na mambo mengi sana, hamna siku zote ambazo zitakuwa zina furaha, hamna siku zote ndo kwa mnacheka hamna siku zote hivi, lakini pia kuna mtu anafika kama binadamu, unajua kuna kitu unasema sisi nyongo, kuna kitu fulani kinapenda kama kichungu kile, e, kwa hiyo kikifika, eh, mimi niliamka tu kujikuta na hiyo, mimi niliona mwenzangu ana mudi nzuri ya kuandika kwamba sio kwa mwanamke kufanyaje wa kuoa, nikasema okay, kuna kitu kakling kasa hapo mmeamka chumba kimoja. Ah, sasa hiyo haikumbuki. Hiyo. Sikali <laughs> <laughs> fao hiyo <laughs> si. <yivou, yivou>, hiyo <laughs> <Yivou> no comment. Lakini nilipona vile kashtu na sasa. Okay. Basi acha ni kwa maana mimi acha niamini dhihirisha kwamba haya mahusiano sasa hivi, mimi kwa sababu mkikutana na wenyewe mnaniuliza maswali ya Ray Ray future future future umeelewa? Sasa kama hapa maandika vile kwa mtu kama maandika vile future, maandika vile wewe utafanya nini? Kwa hiyo nikaona tu na mimi nikawa na mudi nikajikuta tu nimepost ile nimeigiva. Okay. Wewe una asili ya Tanga. Yes. Na nilisikia mnongoza nauliza vitu ambavyo nilisikia kwa hiyo tutakurudia na saidia. Kwamba Chuchu bana ndo anamnyang'anyia Ray, Chuchu kenda kutengeneza Ray Tanga, Ray hadi mkote, Chuchu anafanya hivi. Labda unaweza kutusaidia hii ina ukweli. Jamani, yeah, hizo ni enzi za mababu. Yeah. Na kama hiyo ipo mingekuwa inshaulio kwa sababu almost miaka kama kumi na karibia kuna tano kumi na sita Kwa kama ingekuwa hivyo kweli vipo, singefika hata hiyo miaka yote. Kwa hiyo mi naamini tu Mwenyezi Mungu akipenda na kama ameniandikia ndio mata, tutapitia nini, tutazunguruka, tutarudi kwenye nukta mi, yani hivyo, lakini naamini kwa kitu kwa Mwenyezi Mungu, siamini kwenye upande huo mimi kama Chuchu Hans, yes na kama mpenzi, kila mwanamke anajua mpenzi. Nategemea tu mikopo zenu, mmekopa vipi

Bosi twaje mtu anakuja kwa mapenzi hapa ni bosi haitaji kuja kwa mapenzi. Anguoga mtoto ni baki tu hapa mwanzo tucheze redi kwanza na baba Tombo. Yaani hapana kwa sasa hivi hapana. Na kuongezea hapo umevaa pete kwa mkono kushoto. Hmm. <laughs> Ni vipi? Ni uchumba ama ni fashion? <laughs> Hebu tuione hivi. Hapana, ni fashion tu jamani, ni pete nyota. Nikimaliza na mwisho, nimefurahi kuwaona familia yako ntu zako akuwa yeah. Natamani ukiwaelezea kidogo uh, ni taratibu wenu kwamba mmoja akipata dili nasapotiana wote ama nawa